Kubwa lililotuleta ni kujitambulisha kwenu, kujitambulisha kwenu kwamba na sisi sasa tunaenda kuwa sehemu yenu ya kuiendeleza kata yetu. Hatuna kubwa zaidi, tumekuja kujitambulisha ili ile rasmi, sababu kuna ile ya kuitana diwani nje huko, lakini tunavyokuja kujitambulisha kama hivi, basi inakuwa tunakuwa tunafahamiana vizuri lakini kwenye kujitambulisha huko kunaambatana na uelekeo wetu. Hatujaja kubadilisha yale mliokuwa mnayafanya, lakini ndio maana kunakuwa na awamu. Inaweza ikawa awamu hii e, ilikuwa na uelekeo huu, inakuja awamu hii inaendeleza uelekeo huo lakini katika namna ambayo ni ya kuchagiza zaidi ama kupunguza, lakini sisi tungependa kuchagiza zaidi ya pale mlipoishia. Kikubwa ambacho uh, tunataka kuzungumza na wataalamu ni kwamba, na wenye viti wananisikia hapa, ni kwamba mna, mnatakiwa kufanya kazi yenu pasina kuingiliwa na mambo ya siasa kwa maana hiyo tu. Kwenye, kwenye uelekeo wetu, sisi tunataka mzingatie professionalism zenu na sisi hatutawaingilia kwa kama kuna mtu aliwahi kuingilia. Eh, maana mwalimu anaweza akapanga strategies za kufaulisha watoto, mwanasiasa azija akaingilia strategies zenu kwa sababu nyinyi ni wataalamu. Eh, afisa mifugo unaweza kupanga strategies za kuboresha sekta yako ya mifugo kwenye kata yetu. Mwanasiasa, rai yangu, wanasiasa tufanye kazi zetu za kisiasa, hasa zile zinazohusu hamasa, wa tuwaache wataalamu wafanye kazi zao za kitaalamu ambazo wamesomea na kwazo ndio wanaitwa majina yao eh, kuwa afisa mifugo ugombei bwana, si ndio? Ni vyeti kuwa mkuu wa shule hakuna kugombea, ni vyeti. Lakini si madiwani tunagombea, na wenye viti. Kwa sasa, mimi tafanya kazi za hamasa ya maendeleo, lakini wewe kafanye kazi za professionalism. Kwenye uelekeo wetu huu, hamtasikia pahala, na isitokee mwanasiasa akaingilia majukumu ya mtaalamu. Hilo hatutaki kuliona, halitaki kuliona. E, e, maana kuna kwingine unakuta mtu anataka mpaka kuingia darasani e? Kana kwamba yeye ni mthibiti ubora. Wakati yeye ni mwanasiasa, msije mkaruhusu vitu hivyo kwenye kata yetu, lakini na nyinyi pia wataalamu msiingilie kazi za wanasiasa. E, msiingilie kazi za wanasiasa, hmm? Itakuwa ni aibu kumkuta mkuu wa shule anachangisha michango ya ujenzi wa shule Unless kuna utaratibu mmeuweka, lakini sidhani kama ina, ina, ina, ina, ina click. Haiwezekani. Lakini pia ni aibu kwa sisi wanasiasa hususani mimi mwenyekiti diwani eh, na tunakuja kuingilia professional kwenye shule hiyo. Uh, hapana hiyo hapana. Kwa hilo lilikuwa ndo rai yangu, tutakwenda kulisimamia kabisa, na kwa sababu nafasi hii tayari tunayo na pale utakapoona kuna changamoto hiyo e, tuasiriane tu ili tuwekane sawa, kwa sababu ndio ukweli ulivyo, hatutaki kuingiliana profession zetu. Lakini jambo la pili uh, tunahimiza zaidi kujua uniqueness, utofauti wa kata yetu na kata zingine e, tuk, tuk, tuk, kuna kata zina watu elfu saba, 1400 Utumishi wa watu kwenye kata hizo zenye watu 7000 elfu nne ni tofauti na kata yetu sisi. Kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022 tuna watu karibia elfu 35. Kwa hiyo unaweza ukachukua, ni kata zenye watu 7000 ziko nane, ndani ya kata yetu ziko nane, sijui ngapi. Tafsiri yake ni nini? Kama tunahudumia watu wengi, maana yake tunahitaji ubunifu zaidi kuliko nguvu kwenye kuhudumia kwa mfano mimi siamini kama mtendaji wa kitongoji anaweza kuwafikia watu wake wote kwa wakati mmoja, kwa lazima tuboreshe mfumo wa huduma zetu eh, si vibaya nikasema zikawa kidigitali eh, zikawa kidigitali na huko tunakoelekea eh, maana mimi naanzaga hivi hivi, lakini watu wanakuwa kama hawaamini amini, lakini mtaamini baadaye tutataka eh, hata ma, uh, viongozi wetu wawe na vishikwambi na mifumo ya kuwahudumia. Ni vitu vyepesi na vinawezekana kabisa. Kwamba sasa kuna changamoto imetokea, lazima kuwe na mfumo wa mawasiliano ya makazi yenu eh? Unatoa taarifa kwenye ule mfumo, mtendaji wangu pale ukishasema bana kesho kuna hili na hili tayari message zimesha, zimesha sambaa kwa wananchi wako, na mnajua wananchi tunaowaongoza sisi ni watafutaji eh, kila siku wapo kuhemea namna ya kumpata umpe taarifa, ni changamoto kwa lazima, tuhame sasa. Tuhamie kidigitali. Narudia pale pale, kwamba kata yetu ni tofauti na kata zingine, hatuwezi tukalinganisha spidi ya ufanyaji kazi kwenye kata yenye watu elfu saba na kata yetu yenye watu 1035 waliwezekana kwa sisi, tunatakiwa tuongeze ubunifu na kama ni ofisi ya, ya, ya kata hapa, one of priority vipaumbele itakuwa ni hiyo, kuboresha mfumo wa mawasiliano wa namna ya kuwaongoza wananchi wetu ikiwemo sasa matumizi ya kidigitali, kwani zambi kugawa vishikwambi kwa, kwa, kwa watumishi wetu watendaji, tukawatengenezea mfumo wa mawasiliano na wananchi wao, linawezekana inawezekana vizuri tu koo, ndo nilikuwa nimezungumzia hilo kwenye, kwenye utumishi. Lakini eh, jambo lingine ambalo tunatamani eh, mimi sio padri kwamba nahubiri tu alafu watu wananisikiliza hapana, tutatamani tushirikiane eh, tushirikiane kwanza kwenye hili mtendaji eh, na, wa, na wataalamu moja ya sifa ya kata yetu ambayo nimeikuta na, ninzuri, na ni nzuri na ni bora tukaiendeleza ni kufanya vizuri katika sekta ya elimu. Tumekuwa tunafanya vizuri sana, hongereni sana. Na kwenye hili, mimi si vibaya kuinduzi utaratibu, lazima watumishi wetu, kuwe na utaratibu wa kuwapongeza annually, hata mara moja kwa mwaka hiyo inakuwa tu ni positive compliment kuapa moyo. Nimeona maeneo mengine wanafanya. Kwani tukikupa doti ya kitenge ni shingapi, una recognize tofauti na kujinunulia wewe. Unaona wenzangu wameona ninayo yafanya, kwa hiyo lazima ka, ka, annual katika mwaka tuwe na summit moja ya kuwapongeza watumishi wetu na kuwatia moyo kwenye kazi wanayo. Mimi nimeona kwingine na vibudget ni vya kawaida tu, tutafanya tutafanya kwenye kwenye eneo letu lazima tushirikiane. Jambo jingine uh, ambalo nilikuwa natamani tuliweke sawa ni namna ambavyo tunawahudumia wananchi wetu. Kwenye hili mimi niwapongeze sana wenye viti wa vitongoji, nime ni, ni, ni, ni, wataalamu, ninapenda mjue hili katika kata ambayo wenye viti wako karibu na wananchi ni kata Nsalala. Mtu hata kiongozi wao, mimi nashukuru sana, nipo kwenye maendeleo na mnye... Kwa mimi nawapongeza sana wenye viti wa vitongoji kuwa karibu na wananchi, na tunatamani iendelee hivyo hivyo. Hivyo tuendelee kuwa karibu na Ee, na wananchi. Inaenda kuanza safari iliyojaa matumaini na kata yetu ya Nsalala inaenda kuanza upya. Kwa hiyo mimi nikupongeze sana, ni speech ambayo kwa upande wetu watalam naweza nikisema imetugusa sipo moyoni mwa mtu, lakini kila mmoja ambaye anaweza kaa, anarudi leo anaweza karudi akiwa na matumaini mapya. Lakini pia nipongeze sana wenye viti wetu Nina mwenyekiti wangu pale Mserebente, na mwenyekiti wangu Jose hapa. Wanatupa ushirikiano kama ulivyoagiza kwa tunapaswa kupewa ushirikiano ili tuweze kutimiza majukumu yetu. Ushirikiano ambao tulikuwa tunapewa mimi nilikuwa naomba uwe mara mbili. Sisi kama wataalamu tunapokuwa kwenye taasisi zetu, taasisi zetu kweli ni huru zina miongozo yake. Kuna baadhi ya vitu ambao tunakuwa tunavifanya tunakosea. Lakini mimi nilichokuwa nahimiza kwa tutengeneze bondi. Tuwe kitu kimoja, tusifanye kazi kwa kuviziana. Yani tukishatengeneza bondi, mimi nikawa nimekosea kitu, kiongozi wangu akawa ameniambia kwa bwana hiki umekosea, a, twende ni moja mbili tatu, bila kuviziana, nina imani tutafika mbali sana. Mheshimiwa diwani, mimi kwa niaba ya wataalamu wenzangu, kwanza ni, ni pende kutoa shukurani zangu za dhati kwa uelekeo uliotuonyesha sisi. Naomba tukuahidi tu tukua kwamba tuko pamoja na wewe na tuko bega kwa bega na wewe kwa nia njema ya kuiendeleza vizuri kata yetu ya Nsalala. Umegusia mambo mengi kwa kifupi lakini yenye msingi mkubwa, tunakushukuru sana unaonekana mwanzo mpya kwenye kata yetu ya Nsalala kwa namna nyingine. Tena umesema nasi juu ya uadilifu katika kazi. Naomba niseme kwamba sisi tutakupa ushirikiano kwa asilimia mia na tuko tayari kukupa kukutafuta wakati wowote. Wa hawa wenye vitu tunaofanya nao kazi, tumefanya nao kazi vizuri sana, wanatusaidia sana na wakati fulani E, tumekuwa tukipata misaada mingi kutoka kwa wenye viti hawa. Kwa mfano, mwaka jana mwenyekiti wa kijiji cha kitongoji cha Nsalala ametupatia karibu katoni saba za za chaki. Kwa kweli alitupatia katoni saba za chaki na daftari katoni mbili kwa ajili ya kuwapa vijana wale watoto ambao wanatoka kwenye mazingira magumu na tulilifanya hivyo kwa kweli, inaonyesha namna gani viongozi wenzetu nao wanavyojali kazi zinazofanywa na watu na watumishi wenzao. Tunahitaji kufanya kazi kwa ushirikiano. Majungu ambayo yanatakiwa yafanyike si mazuri. Tunahitaji tuige, tufanye kazi, kata ya Nsalala isonge mbele. Kuna shida, tunahitaji kukaa, kuzungumza ili ya ishe. Kuna misuguano ambayo inaweza ikatokea kati ya wenye viti, inawezekana na wataalamu haina maana kwenda kusema popote pale, zaidi ya kukaa kwenye vikao tukaweza kuzungumza jambo. Tukiruhusu kuzungumza jambo likaisha, tukiruhusu kuzungumza jambo pembeni, hayo yanakuwa ni majungu. Hatuwezi kuijenga kata yetu ya Nsalala. Kwa nitoe rai, waheshimiwa wenye viti na wataalamu kwa pamoja, tunaweza kuijenga kata yetu ya Nsalala, Nsalala tukasonga. Kwenye upande wetu sisi wenye viti, ushirikiano tutakupatia kwa karibu zaidi, kwa sababu tunachotaka ni kusonga maendeleo kwenye kata yetu Yani tunatakiwa tuwe na utofauti kati ya sisi na kata zingine, tutembee mbele kama tuliotembea kwenye upande wa elimu, lakini kwenye upande wa miundombinu, upande wa afya na kila kitu kisogea mbele, tutakwenda vizuri. Ni kuombe sasa, yale ambayo pengine tunajadili huku kama ulivyosema, lakini kwenye msingi wa maendeleo lazima tukutane, sababu wenzetu wanajadiliana maendeleo, wanasogea. Sasa tukikaa tukasema tusubiriane, hatutatembea Nitaka kusema tu kwamba sisi wenye viti tutatoa ushirikiano wa kutosha, pale ambapo pana changamoto tutazisema, lakini na sisi tukuombe sasa, zile changamoto unazoziona utusaidie kupeleka kule, kwa kuwa mtakuwa wawili huku, tunajua nguvu mtaisogeza kutosha, angalau katai tuweze kusogea mbele, hasa upande wa maendeleo ya wananchi wetu. Wananchi wetu hawana shida, wako vizuri na tunakwenda nao vizuri. Penye changamoto ndogo ndogo tunazitatua na zinaisha, lakini kingine niwaombe wataalamu, kama tulivyokuwa tunashirikiana awali, basi tumpe ushirikiano na diwani wetu kwa sura ile ile tuliyokuwa tunashirikiana na aliyepita. Yale ambayo yalikuwepo yalikuwa ya maana, yataendelezwa, basi tumwombe diwani, basi tuyaendeleze, tuyamalize, tuyafunge, tuanze na dira mpya.